Na kwingineko ni kwamba polisi katika kaunti ya Nakuru wameanzisha msako mkali dhidi ya majambazi watatu ambao waliojihami kwa silaha hatari na ambao wanashukiwa kuhusika na wizi wa kimabavu. Aidha, katika kipindi cha wiki moja iliyopita, watu watatu wameuawa huku visa kadhaa vya wizi vikiripotiwa mjini Nakuru, kama anavyotuarifu sasa Marian Nyambura. Caroline Kwamboka, mfanyabiashara katika eneo la Arab Chumo, Ngata, anauguza majeraha ya kichwa, shingo na mguu aliyoyapata wakati wa uvamizi katika duka lake usiku wa Jumatano. Kwamboka anaarifu kuwa majambazi watatu walivamia duka lake mwendo wa saa mbili usiku, wakamwibia shilingi elfu arobaini na kumshambulia. Wakaniambia, madam usipotupatia pesa wakaniekea hapa wakapitisha hivi wawili, wanamchapa na mmoja, ni askari alikuwa amevalia, alikuwa amevalia uniform na kona bunduki. Kuweka nduru, hata mimi penye nimesimama nikaekelea nduru. Jirani yake Enoch Kipkoech ambaye alitoka kumsaidia alipigwa risasi na kuuawa. Tukio hili linajiri siku chache baada ya visa vya uvamizi kuripotiwa katika maeneo ya Pipeline na Ndege Ndimu wiki iliyopita ambapo watu wawili waliuawa. Wakati hiyo watu aliona sasa, wakati alimalizia hiyo mambo hiyo mambo, ndio sasa alifanya nini, ndio sasa akapika hiyo kijana sasa, na walikuwa wamebeba nasikia kagunia, ambapo walikuwa wameweka hiyo bunduki ndani, so kind of wanatembea na hiyo confidence, na wakatoka wakaenda f mpaka pale kwa barabara ijulikani walipanda juu ama waliteremka chini. Kamishna wa kaunti ya Nakuru Loyford Kibara anasema kuwa washukiwa wawili tayari wamekamatwa na uchunguzi wa maganda ya risasi yaliyopatikana katika maeneo ya uhalifu utafanyika ya kupiga mtu risasi na kuiba nini? look at the money they are asking for, ati ukipewa elfu tatu ametosheka. Tukio hili lililotekelezwa kwa ujasiri mkubwa linaangazia mwelekeo wa kutisha jijini Nakuru, ongezeko la matumizi ya bunduki katika uhalifu. Meria Nyambura, runinga ya Citizen, Ngata, Kaunti ya Nakuru.